Mtazamaji na mtazamo katika mambo mbali za dunia hii, ni DMTV ndio wa kwanza kupata habari mbalimbali. Like, comment, share nyuma kamera bosfo nc ya ndugu mtazamaji, kwa majina naitwa Chalu, mimi mtangazaji wako wa GMTV Noseni, na leo tutakuwa na mazungumzo na mzee wetu, ila siwezi nikataja jina lake, ila atataja jina lake mwenyewe. Kwa hiyo nitahitaji ajitambulishe mwenyewe, majina yake na mengine ya kuendelea. Kwa hiyo tukombe tu, ndugu mtazamaji wa GMTV Nosei, karibu kuwa nasi

jina langu maarufu sana naitwa Dr Kinyesi, kama kisi mnavyosikia. Ndugu mtazamaji wa DM TV, kwa majina anaitwa Dr Kinyesi, hiyo ndiyo majina ambayo anatambulika zaidi, na takunana mazungumzo mafupi um, hata marekani kuna kama miaka mingapi? mimi kwa sasa marekani ipata miaka mbili na nusu, miaka mbili na nusu. ulikuja na familia? Ndio, na familia kubwa, familia kubwa, familia watu atati. Okay. Um, kwa hiyo hali ya Marekani ambayo iko kwa sasa hivi ishawahi kutokea nchini Afrika? Hapana, naweza kusema kwa namna moja, hali ya Marekani iko tofauti kabisa na Afrika, tofauti kubwa ake okay. so <coughs> unaweza kuelezea watazamaji anaye kutazama kwenye TV ts TV hali iliyopo sasa hivi Marekani ikoje? Kwa sasa Marekani tuko katika kipindi ambacho ni kigumu kwa namna moja, maana naweza kuongelea mfano wasisiamba tuaadaras alakusemata sisi kwa muda mwingi uwagaa gemea kuwa na jua, yani sisi jua kwetu wage nachukua mda mrefu kuliko mda baridi. Kwa sasa, sasa tuko katika, yani, naweza kusema kipindi cha baridi. Kwa hiyo, kwa sasa baridi ni kali sana, ni kali, ni kali kwa sasa na kwa sisi ambayo tumezoea jua sasa katika mabadiliko ya tabia nchi kwa baridi ya sasa yani, kwa kweli inatweka katika nyamba pano naki toka lije, mwaka huu ndio mesikia sana ndio snow wage anapita hapa Texas, lakini wage nachukua mida mirefu yaani anachukua mda mrefu, ila kwa sasa tena hapo jana tulipata snow wanaweza kusema tunakuwa katika na yani, muda mgumu wa baridi okay. So, um, mtazamaji wa DM TV production, kama vile unavyosikia kwamba hali ya sasa hiyo Marekani sio nzuri, japo tumekaa hapa tunajitahidi kwa sababu ya hali ngumu sana, na hii ni hali ambayo ina happen sana kwa Marekani kila mwaka, kwa mwezi wa 10, mwezi wa 11, mwezi wa 12, hadi mwezi wa kwanza kuna hali ya baridi ku Marekani wanaita nisimama. Kwa hiyo ndio hali lumu ambayo lizungumziese mwenzangu, mimi nitakuwa na maswali mawili matatu. Swali wangu la kwanza, kuna mtoto ambaye nimesikia amejifungua mke wako, unampanga, si hiyo ndio jina yake halisi, au ndio jina kabisa ambayo amewekwa kwenye ali ikea

Marekani ni kwamba mtu yote atapeza leo Marekani tayari yule mko Marekani. Licha hata kwamba baadaye atakuwa bado na hali ya ukimbiza lakini ni Marekani. Kwa hiyo tuna lazi ni citizen kabisa. Okay, okay. Kwa hiyo hapa Marekani ndugu yetu ameshapata mtoto mmoja na badala ya kupata mtoto mmoja ilibidi ampange jina citizen. Ndio majina matatu ambayo ameweka kwenye certificate ya mtoto wake. So kwa hiyo kuna lolote la kuambia mtazamaji anayo kutizama kwa hii ambayo tunaweza sasa hivi Marekani, mtazamaji hey, ambaye ananiangalia kwa sasa, kwa ni kwamba Marekani kwa sasa tuko katika wakati mgumu, ni mgumu kabisa, baridi maana, kwa sasa watu wote weko ndani kabisa, ndani, hata ndao, ndio utakuta hata malipo ya

ameimba, ni vizuri, anataka eleweshwe watu. Ni kweli, Marekani hakuna sehemu ambayo unaweza kuenda ukakuta, na mimi katika pitapita zangu miaka miwili sijawahi hata kuokota ile senti moja Marekani. Kwa hiyo, Marekani kweli makazi yapo, lakini kupata hela vigumu sana. Maana Marekani unaweza bila kuwa na kazi, unaweza kukaa miaka nenda usipata hata shilingi kumi, yani dala kumi, naweza kukusana kwa namna moja. Kwa hiyo ni kweli ule mziki ni vizuri kabisa, watu waliopo huko nyumbani Afrika ndio watambue kwamba kweli hapa hakuna mtu wa hela, na kila ambacho unaweza aliyoko huko anakusaidia yani shukuru. Kwa hiyo yani niongo shukuru, angalau kama takumbuka ka dala kumi, shukuru maana ni kwa kweli wa tena kama agiso naivyosikia mtazamaji wa GM m kamba msiki wa Vienna aliimba ya ici asema gola ya taule faranga, na ndugu yetu hapa anasema kweli huko Marekani hakuna mti unaotoa pesa. Kwa hiyo kila kitu kinachofanyika huko Marekani ni lazima utangulize kazi kwanza naupate pesa. Kwa hiyo tukushukuru tu mtazamaji wetu kwa kuendelea kuwa nasi kufuatilia vipindi vyetu vya DM TV USA. Naweza kuambia ni asante, mimi nashukuru na sana kwa TV na DM TV. DM Kwa a suuakulkuaa nasi mojan nonge tuwe mwendelezo, maana watu wao wanapata taarifa maana unapojuza watu taarifa za hapa hususani hapa Marekani, ni vizuri sana, sababu walio wengi hawajaelewa Marekani tofauti. Marekani ni pazuri, ila ni pagumu sana, zaidi ni pazuri, ila ni pagumu veponiombeto. DM TV kuendeleza vipindi vyake la mahojiano, sio kwangu, ila watembelee watu wengine Okay, kwa hiyo ndio hivyo mtazamaji di wa GMTV nusai tunafika kingoni kabisa kwa eno wetu, kwa sababu tumechukua dakika chache, kwa sababu hali ya hewa sio nzuri. Kwa hiyo ni kombe tu endelea kuwa nasi katika vipindi vyote.